Debora hii kiongozi jasiri aliyemtumaini Mungu. Je, unajua kwamba mashujaa kutoka katika Biblia hawakuwa mashujaa hodari kila wakati? Wengine kama Debora walikuwa viongozi waliomtumaini Mungu na kuwasaidia wengine. Leo tujifunze jinsi Debora alionyesha ujasiri, aliamini mpango wa Mungu na kuwaongoza watu wake kwenye ushindi. Je, uko tayari kusikia hadithi yake ya ajabu? Muda mrefu uliopita Waisraeli walimsahau Mungu na adui zao wakaanza kusababisha matatizo. Walihisi hofu na hawakujua la kufanya, lakini Mungu ambaye daima huwatunza watoto wake, alimchagua Debora kusaidia. Alikuwa mwenye hekima, mwenye fadhili na alimsikiliza Mungu kwa ukaribu. Debora alikuwa mwamuzi ambaye aliwasaidia watu kutatua matatizo. Siku moja, Mungu alimpa ujumbe muhimu kwa mwanamume anayeitwa Baraka. Alimwambia akusanye jeshi ili kupigana na maadui wa Israeli. Baraka aliogopa hivyo akamwomba Debora aende pamoja naye. Debora alisema ndiyo kwa sababu alimtumaini Mungu kabisa. Debora na Baraka waliongoza jeshi kwenda vitani na kwa msaada wa Mungu adui zao walishindwa. Debora alijua si nguvu zao bali ni nguvu za Mungu ndizo zilizoleta ushindi. Aliimba wimbo wa shangwe, wa sifa, wa kumshukuru, akimkumbusha kila mtu jinsi Mungu anavyostaajabisha tunapomtumaini na kumtii. Hadithi ya Debora inatufundisha kuwa wajasiri na kumwamini Mungu hata iweje. Huhitaji kuwa mkubwa au mwenye nguvu ili kuleta mabadiliko. Unapomsikiliza Mungu, atakusaidia kufanya mambo makubwa kama Debora. Unawezaje kuwa jasiri na kushiriki upendo wake na wengine leo?